Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania hii. Tanzania hii ndio mama yetu, Tanzania hii ndio baba yetu. Tumezaliwa Tanzania, tutakufa Tanzania na tutazikwa hapa Tanzania, lakini watoto wetu, wajukuu zetu wataishi katika nchi ya Tanzania. Kama ambavyo wazee wetu walifanya kazi kubwa ya kuijenga misingi ya Tanzania, sisi tuliopo leo hii tunao wajibu wa kuitumikia Tanzania, kuilinda Tanzania kuipenda Tanzania ili tuweze kuikabidhi kwa kizazi kijacho ikiwa imara zaidi, ikiwa bora zaidi, lakini ikiwa na maendeleo. Lakini ili tuweze kufanya hivyo, maanake lazima tushikamane, lazima tuwe wamoja, lazima tulinde amani yetu, lazima tulinde utulivu tuliokuwa nao. Lakini kwa ndugu zangu vijana, nchi yetu kwa takwimu tulizokuwa nazo Tanzania ina idadi kubwa sana ya vijana kuliko makundi mengine yoyote, lakini hata katika mkoa wetu wa Songwe kundi la vijana ni kubwa kuliko kundi lingine. Kwa hiyo vijana wenzangu, sisi vijana wa Mkoa wa Songwe tumebeba dhamana kubwa, tumebeba hatima kubwa ya Tanzania ya sasa na Tanzania ya baadaye. Wazee wetu walipigania uhuru wa nchi yetu wakiwa vijana. Mwalimu Nyerere wakati anaongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanzania alikuwa kijana, lakini akina hayati Sheikh Amani Abedi Karume alikuwa kijana, lakini akina Mzee Kawawa, lakini Bibi Titi na wengine wote wote walikuwa vijana. Waliutumia ujana wao kuweza kupigania uhuru wa kisiasa wa nchi yetu. Baada ya kutupatia uhuru wa kisiasa wa nchi yetu, wakatuachia sisi vijana tuweze kulitumikia nchi yetu tuweze kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini tunashukuru kwamba hivi sasa tunaona sisi vijana mbalimbali mimi binafsi niliopata dhamana hii kubwa kama mkuu wa mkoa lakini wako vijana wengine wengi wamepata dhamana mbalimbali katika nafasi mbali mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali kwenye mashirika lakini kwenye a, kwenye maeneo mbalimbali mbali kama vile kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kata mbalimbali hadi katika maeneo mengine lakini wako vijana wanafanya kazi kubwa kujitafutia kipato kupitia njia ya usafirishaji kwa bajaji, bodaboda. Sote tunatekeleza majukumu yetu ya kuweza kujenga uchumi wetu. Kwa hiyo, kamwe tusikubali mtu yoyote atutumie vijana kwa ajili ya kuweza kutimiza hatima yake, kuweza kutimiza ajenda yake. Tujue kwamba tuna dhamana ya kuweza kutumikia nchi yetu, tuna dhamana ya kuweza kuijenga nchi yetu ya Tanzania ili tuweze kuikabidhi nchi yetu kwa kizazi kinachokuja ikiwa bora kuliko tulivyokuwa nayo leo. Vijana oye! Vijana wa Tunduma oye! Ongereni sana kwa kufanya kazi hiyo, na nina matumaini kwamba katika mchakato huu tutajitokeza kwa wingi ili tuweze tukashiriki katika mchakato huu wa uchaguzi.